Ukikamatwa nafsi, hata ukitendewa wema hauoni kwamba umetendewa wema, hata ukiambiwa pole hauoni kama umeambiwa pole, hata kama ukipendwa hauoni kama umependwa, hata mchumba akakuletea zawadi unaona kama hajakuletea zawadi hata mwanaume ukipigiwa chakula na mke wako kizuri, unaona mm, hamna chochote. Hata ukipewa mshahara ni kulalamika tu, Januari tu Disemba. Unapewa milioni mbili lakini bado nalalamika, wanahitaji zaidi. Hata uangalie kuna mtu anapokea laki moja ambaye uko naye hapo na mnafanya naye kazi pamoja, yaani wewe ni kunungunika, mtu ambaye hauridhiki. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yako, nafsi yako imesahau fadhili za Bwana, imesahau fadhili za Mungu, imesahau fadhili, imesahau wema Yaani, mtu aliyekamatwa nafsi hanaga wema. Yani yeye anaona tu ni kawaida tu, umefanya ukufanya ni kawaida tu. Kama basi una mchumba wako na umempelekea zawadi na hajakwambia asante, au anaona kitu cha kawaida, angalia huyo mtu, nafsi yake inaweza ikawa na shida. Kama una mume wako unajaribu kuwa mwaminifu, we mama hapo nyumbani, au we binti, lakini mume wako anatoka nje, aoni kwamba ni wa thamani, angalia nafsi yake iko wapi. Ombea nafsi yake, ili iweze kutambua ule wema ambao Mungu ameuweka ndani yako ambao unaofanya kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana.